E, mkoa wa Kilimanjaro, jimbo la Same mashariki, waliojiandikisha 51,764 walio waliopiga kura 37,570 sawa na asilimia 72.58 kura halali 36,767 sawa na asilimia tisini na saba nukta nane sita kura zilizokataliwa mia nane na tatu sawa na asilimia mbili nukta moja nne matokeo ana Elisha Mgwira ACT kura mia mbili na tatu asilimia sufuri nukta tano tano Chifu Lutalosa Yemba ADC kura sabini na tano asilimia sufuri nukta mbili sufuri. E, Dr. Magufuli John Pombe Joseph CCM kura kumi na nane elfu mia tano ishirini asilimia hamsini nukta tatu saba. Lowasa Edward Ngoyai Chadema kura alfu kumi na saba mia nane sabini na nne sawa na asilimia arobaini nane nukta sita moja Hashim Rungwe Spunda Chauma kura sabina moja asilimia sufuri nukta moja tisa Kasambala Janken Maliki NRA kura saba asilimia sufuri nukta sufuri mbili Limo Macmillan Elifasio TLP kura nane asilimia sufuri nukta sufuri mbili. Dovutwa Fahami Nasoro UPDP kura tisa sawasawa na asilimia sufuri nukta sufuri mbili. Mkoa wa Mwanza jimbo la Sengerema, waliojiandikisha 152,997, waliopiga kura mia moja na nne elfu mia moja na nane, asilimia sitini na nane nukta sufuri tano. Kura halali tisini na nane elfu mia tisa sabini na tisa sawa na asilimia tisini na tano nukta sufuri saba Kura zilizokataliwa elfu tano mia moja ishirini na tisa sawa na asilimia nne nukta tisa tatu Matokeo ana Elisha Mgwira ACT mia tatu na saba kura sawa na asilimia sufuri nukta tatu moja. Chifu Lutalosa Yemba ADC mia tatu tisini na tano asilimia sufuri nukta nne sufuri. <coughs> Dr. Magufuli John Pombe Joseph CCM kura sitini na tisa elfu mia tatu mia tatu tisinna mbili asilimia sabini nukta moja moja. Lowasa Edward Ngoyai CHADEMA kura ishirinna nane elfu mia tatu salasinina tano asilimia ishirinna nane nukta sita tatu. Hashim Rungwe Spunda CHAUMA kura mia nne arobainnasaba sawasawa na asilimia sufuri nukta nne tano. Kasambala Janken Maliki NRA kura thelathini asilimia sufuri nukta sufuri tatu. E, Limu Maximilian Elifaso TLP kura thelathini na tano sawa na asilimia sufuri nukta sufuri nne. Dovuto Fahami Nasoro e, UPDP kura 38 sawa sawa na asilimia sufuri nukta sufuri nne. Mkoa wa Kilimanjaro, jimbo la Moshi vijijini, waliojiandikisha mia moja kumi na mbili elfu mia sita kumi na sita waliopiga kura themanini na mbili elfu mia saba themanini na mbili sawa na asilimia sabini na tatu nukta tano moja kura halali 81189 sawa na asilimia 98.08. Kura zilizokataliwa 1593 sawa na asilimia 1.92. Matokeo: Ana Elisha Mgwira ACT kura 429 sawa na asilimia 0.53. Chifu Lutalosa Yemba ADC kura mia mbili arobaini tisa sawa na asilimia sufuri sufuri nukta tatu moja. Dr Magufuli John Pombe Joseph CCM kura ishirini na tano elfu na kumi na saba sawa sawasawa na asilimia thelathini nukta nane moja. Lowasa Edward Ngoyai CHADEMA hamsini na nne elfu mia nane, tatu na asilimia mia ishirini na tatu sawa na asilimia sitini na saba nukta tano tatu Hashim Rungwe Spunda Chauma, kura mia tano sitini na moja sawa na asilimia sufuri nukta sita tisa Kasambala Janken Maliki NRA, kura arobaini na tano sawa na asilimia sufuri nukta sufuri sita Limo Elifasio TLP kura thelathini na tisa sawa na asilimia sufuri nukta sufuri tano Dovuto Fahami Nasoro UPDP kura 26 sawa na asilimia sufuri nukta sufuri tatu Um, Mkoa wa Kagera Bukoba Mjini, waliojiandikisha sabini elfu mia nane ishirini na moja walio piga kura hamsini na tatu elfu mia saba na kumi sawa na asilimia sabini na tano nukta nane nne. Kura halali hamsini na tatu elfu mia saba na kumi sawa na asilimia mia, hakuna zilizoharibika. Matokeo: ana Mgwira, ACT, kura tisini na mbili sawa na asilimia sufuri nukta moja saba. Chifu Lutalosa Yemba, ADC, kura ishirini na nane e, sawa na asilimia sufuri nukta sufuri tano. Dr Magufuli John Pombe Joseph CCM kura ishirini na saba elfu mia sita ishirini sawa na asilimia hamsini na moja nukta nne mbili. Lowasa Edward Ngwayai Chadema kura ishirini na tano elfu mia nane, tisini na nane. sawa sawa na asilimia arobaini na nane nukta mbili mbili. Hashim Rungwe Spunda, Cha Umma, kura hamsini na nne sawa na asilimia sufuri nukta moja. Kasambala Janken Maliki, NRA kura tatu sawa na asilimia sufuri nukta sufuri moja. Limo Maximilian Elifasio, PLP kura nane sawa na asilimia sufuri nukta sufuri moja. Dovuto Fahami Nasro UPDP kura nane sawa sawa na asilimia sufuri nukta sufuri moja.